Na ni mwendelezo wa maandalizi ya mashindano ya michezo SHIMIVUTA. Mito, hey, mito. Na, hapa ni ndani ya chuo cha taifa cha usafirishaji kama mnavyoona maandalizi yanaendelea, na muda huu naomba nimkaribishe Mheshimiwa waziri wa michezo NIT aweze kutuelezea kiundani ni michezo gani hasa inapatikana katika mashindano haya. Mheshimiwa, karibu sana. Kwa majina anaitwa Kelvin Maiga, ni waziri wa michezo na burudani, serikali ya wanafunzi Kipekee kabisa nipende kuwakaribisha wanafunzi wote katika chuo cha taifa cha usafirishaji chuoni kwetu, na michezo minne ambayo ni mpira miguu kwa watoto wa kiume, mchezo wa netball, mchezo wa basketball pamoja na volleyball. Na kama unavyoona tumekusha kuanza maandalizi ya mashindano yatakayofanyika Tabora tarehe saba mwezi wa kumi na mbili. Mashindano yanaitwa Shimivuta aot anaonaavpa aanakaribsha mazoezi aa, ni kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, kuanzia saa tisa na nusu mpaka anusu jioni, kwa mpira wa miguu. Lakini kwa pamoja na tutakuwa tunafanya mazoezi kila siku ya Jumatatu mpaka Jumamosi asubuhi ya juma saa sa kumi na mbili mpaka saa mbili lakini kuanzia saa tisa na nusu mpaka saa kumi na mbili.